Betika, maskani na leo niko maskani oya wanangu ni aje? Shwari. Oya huku shwari? Shwari, shwari. Au siyo? Ya, ya. E, nakubali sana wanangu, kutokea pande hizi za Kinondoni. Sasa nataka niwachangamsha akili. leo ni mchezaji gani wa Afrika ambaye amefunga magoli mengi kwenye klabu ya Chelsea. Didier Drogba. Ni timu ipi ilishinda kombe la dunia mwaka elfu mbili na kumi na nane? Italia. Nani alifunga goli timu yake ilikuwa ya kwanza Afrika kucheza nusu fainali ya kombe la dunia kutokea Afrika. South Africa. Mchezaji aliyetoka Manchester United na kujiunga na klabu ya Chelsea msimu huu. Anko umesema? Tajie mchezaji wa kwanza kufunga goli kwa upande wa Manchester United kwa msimu huu. Hii imekupiga mwanangu. Ni timu ipi imechukua mara nyingi ubingwa wa UEFA Champions League? Madrid. Tuzungumze pia kuhusiana na mechi kubwa mwishoni mwa juma hili. Jumamosi kutakuwa na ule mchezo mkubwa kabisa pale nchini Hispania ambapo Atletico di Madrid watakuwa nyumbani kuwakaribisha Real Madrid, lakini pale nchini Italy kutakuwa na mchezo mwingine ambao unawakutanisha Juventus dhidi ya Atalanta, lakini siku ya Jumapili kutakuwa na mechi ya Newcastle United dhidi ya Arsenal, lakini pia kutakuwa na mchezo mwingine ambao unawakutanisha AC Milan ambao wao watakipiga dhidi ya Napoli. Kuna mchezo wa Newcastle dhidi ya Arsenal. Una mchezo moja. Moja. Moja. Moja. 3-1. Moja kwa moja yani, siku ya Jumamosi kulikuwa na mchezo wa Atletico Madrid Madrid. E Madrid. Ungo Madrid. Ha, ha, ha, ha. Ha, Madrid. Dhidi ya Real Real unazungumziaje mechi hii? Game nafasi kubwa mimi naipa sana huyo. Kalili. Ah, sio kwa. Na washikaji zetu kutoka Kinondoni tumepatia zawadi zao kutoka Betika. Na wewe pia unaweza ku drop comment yako hapo chini uko wapi Betika Maskani uweze kuwafikia, lakini pia utakupatia zawadi mbalimbali kutoka kampuni namba moja michezo kubashiri nchini Tanzania, kampuni ya Betika. Kumbuka pia kuzama kwenye website ya Betika ambayo ni www.betika.co.tz. Weka jamvi lako pale, lakini kama mkeka wako utasuasua, kuna huduma ya cash out. Unaweza kuokoa mkeka wako alafu dau linalopatikana ukafanya matumizi mengine. Hii ni Betika Maskani, Betika chaguo la mabingwa.